Sasa vitu vya msingi vya kufanya kabla ya kupewa huduma, cha kwanza inatakiwa ujue eneo lako unapotaka kuenda kutumia intaneti. Je, mtandao husika unashika? Kwa hiyo unaweza ukapima mwenyewe kwa kutumia simu yako, kama natumia mtandawaka aa, ukaandika fast.com kwenye google tu unaipata unaupata. Lazima kwanza uwe na mifumo ya kutawanya, ili sisi tunapokuja, tunakuja kama eh, source kama chanzo yake, inaweza ikusaidia eh, ndani ya mita 20 mpaka 30 utaendelea kupata hiyo ta iiteee basi utahitaji sasa kuwa na kama extender access point, au mifumo yote ambayo utakuwa umeitumia wewe kwa ajili ya kuisambaza hiyo internet yako.